Bilioni moja nukta sita zimekuja kwa ajili ya ujenzi wa shule ya amali hapa Mbogwe, na hii itasaidia watoto, watakuwa wanasoma wasomo mbalimbali. Kuna ufundi umeme, kuna kilimo, kuna uchimbaji na uchenjuaji. Kila aina ya ufundi pale watasoma na watakuwa napewa certificate. Itawasaidia wanafunzi, wanapohitimu wanakuwa na uwezo na maarifa ya kwenda kukabiliana na tatizo la ajira kwenye jamii kwa mfano mwanafunzi anamaliza anajua kabisa kwamba ameshasomea uchimbaji na uchenjuaji. Akishika tu mchanga anakuambia moja kwa moja kwamba hapa kuna dhahabu au hakuna, hapa kuna shaba au kube, au kuna kopa atajua. Mwanafunzi aliyesomea masuala ya michezo anajua namna ya kushika mpira, akikaribia ndani ya kumi na nane anajua namna ya kutengeneza penalty. Mwanafunzi aliyesomea masuala ya umeme hivyo hivyo, hivyo atakuwa mbobezi hivyo. Tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali kwa kuamua shule ya Amali kujengwa ndani ya wilaya yetu ya Mbogwe na fedha nyingi serikali imeleta pale, na tunawaomba wananchi, tunaomba wananchi wajitahidi sana kwenye shule, itakapokamilika watoto walete waje wajifunze kulingana na matakwa, na wafanya, na, na, na matakwa yao lakini na pia na umuhimu kwenye jamii. Kwa mfano ukisoma comparative education kwa nchi mbalimbali kama China, Uingereza zinaonesha kabisa kwamba mara nyingi elimu yatolewa according to the society centered, yani jamii inataka nini, na ndio maana unakuta wimbi la ukosefu wa ajira inakuwa dogo. Ukikuta jamii inajishughulisha na kilimo cha migomba, watoto watafundishwa na namna ya kulima migomba. Ukikuta jamii inajishughulisha na uchimbaji, watoto watabobea, watafundishwa zaidi katika kubobezi kwenye, u, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uchimbaji. Ukikuta kwenye ufugaji ni hivyo hivyo. Ukikuta kwenye Kwenye, kwenye ufundi ni hivyo hivyo, na hivyo mwisho wa siku itafika hatua wimbi la wanafunzi wengi wanaomaliza vyuo vikuu wanakosa ajira litatoweka. Sasa hivi tumeletewa hata shule bilioni moja nukta sita, shule ya amali, shule ya mafunzo ambayo nakwenda kukwamua watoto wetu kiakili na kiafya. Zaidi ya bilioni moja nukta sita mheshimiwa rais ameleta, maana yake ni nini? Maanake anakwenda kuwaondoa watoto wetu kwenda kupata elimu ya mafunzo sehemu mia mbali. Sasa huduma imesogezwa karibu hapa Mbogwe, lakini haijaishia hapo. Katupa katu, tunajenga VETA, tunacho chuo cha VETA, zaidi ya bilioni mbili ambazo zimetengwa pale chuo cha VETA kinajengo nani kama mama Samia. Lakini tunao utitiri wa majengo ya shule, majengo hayo ni mazuri. Mimi nasema hata ukitaka kwenda kauna sehemu ya kupigia picha za harusi, tayari tunayo majengo mazuri sana ya maeneo yetu ya shule, tunaweza tukayatumia pia hata kupiga picha, majengo yanapendeza sana.